Yesa all the way kutoka Kenya 254 e, ebwana, msanii kutoka Kenya ambaye anajulikana kwa jina la Bahati hatimaye sasa, taarifa zimemfikia kwamba kuna mwanamke mmoja amejitokeza kwenye mitandao na akidai kwamba yeye ni mama yake mzazi. Ikumbuke kwamba Bahati mamake mzazi alishafariki kwa taarifa za mwanzo ambazo alizipata tangu miaka ishirini na tano iliyopita. Yeah, inashangaza kidogo, inashangaza kidogo. So nikukaribisha sana kwenye TNI Television. Eh, bwana mimi naitwa Moga Kalisa Master. The King Master Buffalo kwenye 1 and 2. So back to the story, kule Kenya mwanamke alijitokeza kudai kuwa yeye ni mzazi wa msanii kutoka Kenya ambaye ni Bahati na kusimulia ni kwa nini alidanganya kifo chake miaka 25 iliyopita hivyo kuzua hisia tofauti kwa wadau wa muziki pamoja hata na mashabiki wanaofuatilia muziki wa Bahati, Bahati.

huko tungepata tena nikakupeleka, na ninakuomba msamaha, unisamee na ukuje unitafute mimi. Ni kwa reti kukuomba msamaha, hata kama ni wapi tieni kila kitu tupani, na tufanye kweli, wewe ni mtoto wangu, kwa sababu nikikuona hata kwa tii, mimi nasimama tu kwa kichwa yangu nafikiria Witu mtoto wangu, inaitindia kinisumbua, yaani kila siku hii kitu inanisumbua, hata nashindwa nitakupata je? Sina uwezo wenye nitaenda nikutafute, nimeshindwa, meshindwa vile nitakutafuta. Nimekuwa tupate mzuri, ndio nione huyu pasta pia akiupili pale, ndio nikamtafuta Pasta Yohana, ndio nikakuja kwake kwa kanisa na kusema Mwimbaji huyo alijibu haraka na kubainisha jinsi alivyochanganyikiwa kwa sababu alihudhuria mazishi ya mama yake huko Ukambani miaka 25 iliyopita. Pia alisambaza video inayoonyesha jinsi watoto wake walivyojibu madai yaliyotolewa na mama huyo ambaye alithibitisha kuwa iko tayari hata pia kupimwa DNA. Yes, mwanamke huyo pia ametambulika kwa jina la Judith ambaye alikuwa anadai kwamba Ah yeye ni mama wake mzazi na msanii Bahati. Pia alidai kuwa yuko tayari kufanya vipimo vya DNA kama jinsi ambavyo nimekufahamisha hapo mwanzo. Lakini kumbuke kwamba watoto wake kwenye mitandao wameweza kuposti video na kutoa taarifa ya kwamba wameipokeaje hiyo situation ambayo inaendelea mpaka sasa hivi. <coughs> Okay, Kenyans, mimi najua mimi ni king wa kiki. Nimewachanganyanga sana, nimewapiga vipindi miaka nyingi, lakini haki walai I confess, mimi ya huyu si usiki huyu madha, mimi amenipiga by surprise. Uh, the story imetoka, my brother has called me, my big brother Kioko akaniambia huyu madha amekuanga kutafuta for five years, hata ashaipiga hata kwa simu yake, eh my brother kai brush off. Sasa sasa, hii ndio mimi nimemwona kwa video for the first time and oh, uh hizo comments zenyu oh, uh anafanana na watoto wangu anafanya nini okay, guys, this is a very It's, it might look like a joke but it's also emotional sitaki kuichukulia kama jokes juu, I'm like what if it was true let's say mama angu tu kwa tu ako hai mahali you know, I think that will change my life forever. And that's why I don't want to brush it off. Even though kuna story ya ziada hapo juu. okay, naweza kuwa tu mimi kwa tu mluya mimi sio Mkamba naweza kuwa tu mimi kwa tu mluya naweza kuwa na jifosi na kihoko kumbe mimi nafaa kuitwa wetangula ama natembea mahali it's just but again i ask myself i attended my mom's burial i was a child yes around 7 years old but i i witnessed that grave so i'm just should i pursue a dna is it even possible i i guys aki mie nye sijui it's it's because yani mi if my mom was alive man that would have been the best thing in my life you know? I, I don't know what I should do I, I, I have no contacts of this woman. Uh, how will I get her? Someone help me but mwanamke huyo Judith alidai kwamba alifoji na kugushi kifo chake. Hii ni kwa sababu tu apate maisha bora katika nyumba ya watoto alimolelewa huko Martale. Pia alidai kuwa yuko tayari kufanya vipimo vya DNA, kuomba msaada kwa kumtelekeza mtoto wake kwa sababu hakuwa na la kufanya. Swali ambalo watu wengi wanajiuliza, je, watoto wa Bahati walimchukuliaje bibi huyo? na baada ya hayo kitu gani ambacho kilifuata zaidi? Je, huenda umeshafanya mawasiliano? Ni kitu ambacho watu wengi sana wanajiuliza, lakini kwa taarifa za ndani zinasema kwamba msanii Bahati kutoka Kenya bado mpaka sasa hivi kama amechanganyikiwa hivi, kwa sababu hajui nini la kusema, hajui nini cha kufanya. Bahati aliwaomba Wakenya ushauri kuhusu nini la kufanya, kwa sababu alikuwa na uhakika aliyekuwa amehudhuria mazishi yake miaka 25 iliyopita ni mama yake mzazi. Sasa kivipi tena huyu atokee na hawe hai? Nini ambacho kilitokea hapa katikati?

And uh, I try to think about life and uh, at times it's just too hard to comprehend yani nikiangalia nikiangalia ile eh. <laughs> hate nimekuwa nikireceive manze Ayy ay, ay. eh yeah? And, uh, unapopokea hate from from people that you think understand the Bible, you know? There are people that pretend to be men of God and they are hating on you and you clearly see this is jealous, this is not preaching itis only that wamepata opportunity ju. Ah, mafans wanaongelea Bahati. Nkakaa nikawaza sana, nikashangani ningekuwa si god manzi, ningekuwa wapi Yani ingekuwa sio God, yani sio love ya God man, manze sijui ningekuwa wapi manze, sielewi ya ningekuwa si love ya God, walai sijui ningekuwa wapi. Ningekuwa hmm. Ama majamaa wanajifanya man of God, ndio God mimi ningekuwa niliisha kitambo sana, na wangekuwa ndio mechukua position yangu. e, manze kwewe ni raishes, ukueweni msee, uu amini Mungu, wejua bila God we ni nothing yaani juu eh. Mi wale wase wametaka ni go down ni go down, wakichifanya ni, ni wase wa God e, ni wengi lakini, juu God si binadamu, God si baba ya mtu, si mama ya mtu, si nyanya ya mtu eh. Eh. Walai bado niko juu, juu ni God ameamua. Mera nataka tu nipose everything. Yes, nimekamkwa hii mziki, but nataka tu niache, bado niache plan zote, nifanyie tu Mungu imbo yake tu ya kumshukuru. Sirudi gospel Gospel watu wana roho mbaya sana, ni industry chafu. That's why God ainui watu, that's why God anainua kina Kaligraf, anainua kina Bien, kina Nyashinski, lakini wale watu wanajifanya ni wa God pale God hawainui. Unashanga mbona hii muziki iendi international, mbona iendi hata national? Anawasei ni roho mbaya. Sawa, mi ni mwenye dhambi mimi mwenye dhambi nakubali, na kubali na do my best, si pretend, si pretend lakini ningekuwa si God, ningekuwa ni God ana decide. Yaani zile maneno mimi nimesikia hii season, yaani sijali kuhusu hata mafans ni sawa, lakini <laughs> unaisikia kutoka wasio wanajifanya ni watu wa God manse. Hu, umeniinua tu, we God, umeniinua tu hivyo. Mi ni mwenye dhambi, lakini umeninua hivyo hivyo. Mi si mtumishi wako, mi ni mtoto wako, and I'll do my best to rectify where I can.

Yes, lakini kuna wengine pia walimshauri na kusema kwamba kama unafuata kiki, sisi tunauamini mziki wako, haina haja ya kuleta kiki ambayo haimake sense hasa kwa kipindi hiki ambacho tunahitaji kupata muziki mzuri kutoka kwako Bahati. Yes, kutokea 254 nchini Kenya, na hapo ndo tunafunga chapta ya kwake Bahati na mama yake ambaye amejitokeza na anadai kwamba yeye alimzika miaka 25 iliyopita. Nini ambacho unahisi ama unaweza kumshauri Bahati kulingana na hiki ambacho kimejitokeza katika ardhi ya 254? Ni Kalisa Masters, the King Master Buffalo, lakini pia usisahau ku